Ueshimu mziki ubaki kuwa mziki, tuweke itikadi zetu pembeni, tuhakikishe mziki unasimama kama muziki, tuhakikishe wasanii wetu nafanya kazi kama wasanii, wawe wawe huru, wachague chama chao ukianaiaiahia tumewaahwasimaenyeawaacalikua n mmoja kati ya watu ambao nimeshirikiana wa shughuli za kichama Bodaboda boda wengi mlikuwa mnakusanya watu kuja kwenye hiyo mikutano, vipi na nyinyi tuwafungie? Mlikuwa mnachukua watu kwenye hivyo viwanja. Tunajua kuna vyombo vya usafiri vya anga vimebeba watu pamoja na wasanii waende kwenye hiyo mikutano, vipi na nyinyi tuwafungie? Wako mama ntilie walitunulia watengeza vyakula huko mikoani, na nyinyi tuwafungie? Kwa kifupi, naona kabisa kuna kuna dhamira nyingine ambayo hatuioni ya kutaka kuua mziki wa Tanzania bila sababu yoyote. Kama ni ishu ya chama, ni chama. Wamelipwa, wamefanya kazi kama watu wengine wowote. Tumalize tuendelee shughuli zetu. Na kwa kifupi, huu sio mwaka wa kwanza wasanii kushiriki kwenye shughuli za chama. Mtashangaa kwa nini mwaka huu imekuwa ni, ni kesi mpaka mnawaadhibu, na haitokuwa mwisho, kwa sababu tukubaliane kabisa kwamba siasa ndio maisha yetu.